Kwa mara ya kwanza kwa nchi yetu tutapata makamu wa rais mwanamke. Tuliahidi katika miaka kumi iliyopita kwamba Kikwete mpaka anapoondoka, chama chetu kitakuwa kimetoa fursa kubwa kwa kwa wanawake, na fursa kubwa hii ni pamoja na kuwaingiza kwenye uh, vyombo vya maamuzi na nafasi kubwa za uongozi uh, uh, nchi hii katika uongozi wa, wa Kikwete tulimpata mama Asha Rose Migiro tukampeleka mpaka Umoja wa Mataifa huko, lakini sasa tumempata Samia na Samia, Samia ana anauzika, ana, ana anasifa na nafasi zote alizopewa Samia na, na mara ya mwisho, kwanza amefanya kazi nzuri sana kwenye Muungano kwa sababu amekuwa waziri anashukia Muungano na, na amefanya kazi nzuri sana lakini samia ame- amekuwa ame, ame mwenyekiti mwenza wa Bunge la Katiba kama mnakumbuka, na alifanya kazi nzuri sana ambayo watu wengi walishangaa kwamba uh, mwanamke ange ange ange- angemudu na, na, na, mama Samia amemudu. Amekuwa mjumbe wa, wa kamati kuu yetu, lakini pia msafi. Ili nalo kubwa sana ni msafi, huwezi kukuta doa kwa, kwa mama Samia ni msafi, mwadilifu. Hapa ambapo uchumi misingi imejengwa ya uchumi, sasa tunataka tuukuze huu uchumi Lazima mtafute mtu mwadilifu, na ndio maana Magufuli na Samia tukawatafuta, watu mmoja ya sifa kubwa sana ni uadilifu, kwa sababu tunakukabidhi dhamana kubwa ya maisha ya watu, dhamana kubwa ya hazina ya nchi yetu. Tukipata mtu ambaye uadilifu wake unatiliwa mashaka, itakuwa shida. Kwa hiyo mama Zakia nani, mama mama Samia, mm-hmm. ame, ame, ame, ame, ana sifa hizo zote na, na, na bila shaka tunaamini wanawake wa nchi hii watatunga mkono sana, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa tutakuwa na makamu wa rais mwanamke, na tunawasihi wamuunge mkono mama Samia, wakiunge mkono chama chetu ili tu, tu, tu, tuwatie nguvu wanawake. Nape, tuta, tutarudi kwako.